Si wakuu wa wilaya rais mwenyewe mamlaka aliyonayo ni mamlaka yenu, mmekasimu kwake kwa muda. Mfanya biashara akipata changamoto ya kiafya atajua yeye na familia yake. Hapa ni Kyela mjini, tumefika usiku, tunapumzika hapa Kesho utakua tunapikutana miwili, mmoja utafanya Kasumulu pale boda, na mwingine utafanya hapa jioni saa kumi. Fuatilia mpaka mwisho wakukipenda Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, tunaamini wewe ni mwanamke jasiri uliyekuwa imara. Sasa siku leo unakaribishwa pale viwanja vya siasa kila mjini. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Chadema taifa atazungumza na Watanzania siku leo, atateta na Watanzania siku leo. Wananchi wote karibuni pale viwanja vya siasa, muda ni kwanzia saa saba na nusu mchana na kuendelea. dijakupe

la ushuru hata uvae sare mama wa sisiemu ambaye biashara hapa, halmashauri inachojua kwa mfanyabiashara ni kuchukua ushuru peke yake. Ila serikali yenu inachojua ni kuchukua ushuru peke yake, sio sisiemu sio Chadema, wewe na chama cha siasa usiwe na chama cha siasa. Nani alioko salama siku hii ya leo? nani aliyepo salama siku hii ya leo? Eh, hey, wasiibe tena kula wala wasiingie kwenye vituo vya kula na mabegi ni waivu. Sasa sikiliza, Dr. Sla yuko hapa, ataambia hey, wanawake chimbuko la maendeleo. <laughs> Makamanda, wananchi wa Kyela, naomba niwakumbushe kidogo. Ambaye anasema Chadema haitusaidii anakosea. Mnakumbuka kuna mwaka fulani na ukisoma ibara ya nane ukishuka chini inasema lengo la serikali yoyote itakayoingia madarakani ni ustawi wa watu wa nchi yetu. Yaani serikali yoyote tunayoiweka ni ili ifanye maisha yako yawe bora. Tuko kwenye mkutano wa hapa Kasumu wa kwanza ambao japo tumechelewa kwa sababu ya kikao cha ndani. Mheshimiwa Heche amefika anaanza kuzungumza na wananchi. Sisi tunaelekea ule mkutano mwingine ambao uko Kiela pale mjini ambao utafanyika saa kumi jioni. Kwa sasa hivi sisi tunaondoka, kama ambavyo unaona tunaondoka, unawacha ule unaendelea, msafara wa mheshimiwa Heche atakuja baadaye. Sisi tunaondoka kuelekea Kiela. Nimepewa agizo moja na makamu mwenyekiti kuhakikisha tunapita nyumba hadi nyumba, chumba hadi chumba, uvungu kwa uvungu, kila Mtanzania asaini petition form au wa CCM au wakafu wa, wa, wa Chadema na wasio na vyama, ili kusudi tukakishtaki Chama cha Mapinduzi tuweze kuzuia uchaguzi kupitia saini zenu. Kwa hiyo tunakuja au mwenyekiti wa jimbo au mwenyekiti wa wilaya au kiongozi wa kata ambayo hatakusanya hata saini zenu, tutapita tukikusanya saini zenu. Ambaye hatakusanya saini zenu, hakikishe kuachia uongozi wa Chadema. Kila kiongozi wa kata na jimbo lazima akutane petition form ili tupeleke malalamiko yetu kwa wengine ambao wanaweza katusikiliza. People nitakuja kufanya mikutano hii, ni mikutano ya makamu kwa ajili ya ku... aweze kuzungumza na kundi kubwa hili pamoja na wanawake wa Kyela. Mheshimiwa Sharifa karibu uweze kuzungumza, tunajua tupo nje ya muda, kwa hivyo tafadhali karibu. Wanawake hawa na vijana na kina baba wangependa wasikie ujumbe zangu. Wana Kela, mimi sina mengi ya kuzungumza leo hii, lakini ninachotaka kusema kuwa bado mnatakiwa kufahamu kuwa katika nchi yetu hakuna demokrasia. muda wa siku tatu zilizopita. Ninadhani kila mmoja wenu amepata taarifa kuwa mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu amekamatwa na sasa hivi yuko nato kupatiwa kesi ya uhaini, na tunawataka mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi chaguzi kwa haki na uhuru, na vile vile mwisho ambapo mheshimiwa makamu mwenyekiti vinapata ursa na watu ni wengi sana waliaya zase a mendeleo endelevu. Baada ya kusemaasakela, napenda kuchukua fursa hii kumkaribisha makamu mwenyekiti John Heche, haja azungumze na ninyi. Ninaomba makofi kwako anavyopanda, karibu sana mheshimiwa makamu. Wanakyela wako tayari kuzungumza naye. Haya, haya, asante kerapipo, kerapipos. Sasa nitaomba tuazimane masikio kwa muda. Haya, asante kerapipo, kerapipos. Sasa nitaomba tuazimane masikio kwa muda, tuseme mambo muhimu sana ya nchi yetu. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha tukutane hapa jioni ya leo, katika wakati muhimu sana wa kihistoria katika taifa letu. Nchi yetu ilianzisha mfumo wa vyama vingi mwaka 92 na mfumo wa vyama vingi ulianzishwa ili watanzania mpate haki ya kuamua, na sio kulazimishiwa nani awe kiongozi wenu katika wakati fulani. Na ukisoma katiba yetu hii ibara ya nane inasema msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii yatatoka kwa wananchi. Na ukisoma ibara ya nane b inasema, lengo kuu la serikali itakuwa ni, ni ustawi wa wananchi, kwamba mkishachagua serikali, lengo kuu la hiyo serikali ni kukufanya wewe ustawi uwe na maisha bora, upate elimu bora, upate shule safi, upate matibabu bora, uwe na sehemu ya kulala nzuri, uwe na nyumba na uwe na maisha. Ndio maana ya neno lililotumika kwenye katiba kwamba lengo la serikali itakuwa ni ustawi, lakini hiyo serikali sharti itokane na wananchi kwa mujibu wa ibara ya nane kwa sababu ndio wenye mamlaka yote ya nchi yetu. Kwa maana hiyo askari tunaowaona, si wakuu wa wilaya, rais mwenyewe, mamlaka aliyonayo ni mamlaka yenu, mmekasimu kwake kwa muda. Askari hawa mamlaka walionayo ni mamlaka ambayo yamekasimiwa kwao kwa muda. Ukisoma katiba yetu pia ibara ya ishirini na saba kifungu cha kwanza tusome ibara ya ishirini na sita na kuendesha uchumi wa nchi uchumi wa taifa kwa makini kama watu ambao ndio waamuzi wa hali ya baadaye ya taifa letu taifa lao. Kwa hiyo katiba hii kumbe inatuambia kwamba sisi wananchi, kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda rasilimali za nchi yetu, ambazo kwa kweli Mwenyezi Mungu ametupatia rasilimali nyingi sana, kwamba tuna wajibu wa kuzilinda na kuhakikisha hazifanyiwi ubadhirifu na uharibifu kwa ajili ya taifa hili leo na kesho na siku zinazokuja. Sasa hizo rasilimali ni zipi? Walikuwa wanazungumza hapa, nimemkuta Masaga anazungumza. Bahati nzuri, Masaga ni mchimbaji. Nafikiri nchi hii ni miongoni mwa nchi chache duniani ambazo zimejaliwa rasilimali nyingi sana. Ni nchi pekee kwanza, ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano Mkoa wenu wa Mbeya kuna kilomita za mraba elfu sitini na sita yaani Israeli inaingia Mbeya hapa mara tatu, yaani nyie ni wakubwa kwa Israeli mara tatu, ni wakubwa kwa Rwanda, ni wakubwa kwa Burundi. Nchi hii ukiichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi ukiziunganisha pamoja nchi hizo zinaitwa za Afrika Mashariki, zina kilometa za mraba laki nane na tisini, sisi peke yetu laki tisa. Kwa sisi ni wakubwa kuliko nchi tatu kuliko nchi nne za Afrika Mashariki. Tumejaliwa rasilimali za kutisha, ukianzia ukanda wa ziwa, ukiacha ziwa Victoria ambalo ni kubwa kuliko yote Afrika na pili kwa upana duniani, utaanzia kule kwetu Tarime kuna dhahabu ukienda Geita kuna dhahabu, ukienda Kahama kuna dhahabu, ukienda Shinyanga kuna dhahabu, ukienda Mbogo kuna dhahabu, ukienda bulia mkuru kuna dhahabu. Kanda ya ziwa kila kona unayokanyaga ni dhahabu, ukija Singida ni dhahabu, ukija hapa kwenu Mbeya ni dhahabu, ukienda Kera ni dhahabu, tulikuwa juzi rwango ni dhahabu. Nchi hii ni nchi ya tatu duniani kwa kuwa na dhahabu nyingi. Na leo nilipokuwa na cheki kwenye soko la dunia, bei ya dhahabu bei ya dhahabu kwa gramu moja, gram gram, nikisema ukichukua ule wembe ukiuvunja katikati, ukabaki na kale kamoja, ndio gram ni laki mbili na sabini na saba. nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi Afrika na dunia, tunazalisha matani na matani ya dhahabu rasi ni nchi pekee ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Nchi ambayo inatoa madini haya mengi na kuyauza kwa wingi duniani ni India. Madini yako Tanzania lakini yameajiri Wahindi milioni sita na wataalamu rapi na wa rapidari na ukataji wa madini ya Tanzanite ni Wahindi wakati watoto wenu wanafundishwa panzi na miguu mingapi, wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kukata tanzanite yenu. <laughs> Wakati nchi iliyobarikiwa watu wake ni maskini, tuna madini yanayoitwa nikeli na kobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu yanatoka Kabanga. Ukija ukanda wa kati Singida kuacha ardhi, kuna madini yanaitwa urani, madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nukli yanatoka kon. Ukija ukanda wanu, ukienda Njombe, Rudewa, kuna madini ya chuma na kuna madini ya makaa ya mawe. Tulikuwa Songea, Ruvuma, tumekutana na marori kwa maelfu yanabeba makaa ya mawe yanapeleka kwenye bandari ya Mtwara na mengine yanapelekwa Dar es Salaam kusafirishwa kwenda nje, yanaenda India na China. Utajiri wa watoto wetu unakuwa train, unasafirishwa kwenda kutajirisha nchi nyingine. Tuna bahari yenye urefu wa kilomita elfu moja na mia nne na kitu, elfu moja na mia sita kutoka Mtwara mpaka Lindi, kutoka Mtwara mpaka Tanga, na huo ni urefu kuingia ndani tuna noti kwa maili 200. Hilo ni eneo letu ambalo tungefanya uvuvi. Mwaka jana serikali ya Norway kwa mazao ya uvuvi peke yake wamezalisha dola za kimarekani bilioni 9.4, ambazo ni trilioni 30. Bajeti yetu ya nchi ni trilioni 54 maoteo, yaani zile tutakazokusanya na zile tutakazoenda kuombaomba kwa trilioni trilioni, wakati watu wanatumia uvuvi peke yao kwa mwaka mmoja wanazalisha trilioni 30 asilimia karibia sabini ya bajeti yako, full funded budget. Sisi tuna budget hapa, vijana hawana ajira, hatuna uwezo wa kununua boti tukatengeneza na viwanda vya kuchakata samaki. Kwanza tukaingiza boti zetu, zikawapa vijana wetu ajira, tukatengeneza viwanda, vikawapa vijana wetu ajira. Lakini vile vile, tukaa tumewapa watu wetu chakula, ambacho ni chakula bora ya samaki. kilomita 1600 noti kwa maili 200 kuingia ndani, tuna bahari, tunazungukwa na nchi sita. Landlocked Malawi, wenzenu iko jirani nao, hawana mrango wa bahari. Uongo kweli? Ili Malawi andeshe gari asipopitisha Beira, Msumbiji au Afrika Kusini, atalazimika kupitisha hapa kwetu. Mungu ametupa maji bure ya bahari, hayaishi leo wala kesho. Unachohitaji wewe kama kiongozi ni kujenga gati. Gati ni kama standi ambayo magari yanapaki, ni stendi ya meli kwa lugha rahisi, ambapo meli zitakuja zipaki, mzigo ushuke Ulipohera maji yamekupa Mungu bure bule. Malawi akilima akiiba akiua akifanya akipata pesa, akinua greda kutoka Ulaya itapita kwako, akinua nguo zitapita kwako, akinua maji, akinua chochote, akinua TV akinua itapita kwako. Wewe unaingiza fedha kwa kutembeza kwenye maji aliyokupa Mungu bure. Malawi akiwa nasafirisha mzigo mwingine kutoka ndani ya nchi yake ili apeleke Ulaya, inapita kwako kwanza on the way. Ikipita tu mpakani ikifika hapo, hiyo gari itahitaji kunywa mafuta. Pesa imetoka Malawi imeingia Tanzania. Yule Mtanzania mwenye kituo cha mafuta akipata pesa, anaajiri mlinzi. Mlinzi akipata hela kutoka kwenye ile pesa iliyotoka Malawi, ananua kitanda. Yule anayetengeneza kitanda amepata hela. Yule anaagiza ubao na mbebea kwenye ule mgodi wa chuma, wewe tu supply karatasi, wewe tu supply tairi za gari, wewe tu supply chakula. Kama ambavyo mnatazama, mheshimiwa makamu mwenyekiti, mheshimiwa John Heche anamalizia speech yake, kwa hiyo kumalizia mkutano, na sasa hivi ni karibia saa kumi na mbili bado kama dakika kumi na tano. Mimi sina la ziada, tukutane kwenye video nyingine. Hilo msafara wa kwanza kabisa ambao nimefanya video kwenye mwe, kwenye msafara hey, muhimu wa Heche, naamini umeenjoy mpaka sasa subscribe kutana video nyingine siku ya kesho, ambapo atakuwa maeneo mengine, ambapo nitakwambia, naamini atakuwa Rungwe atakuonyesha ambacho kitaendelea siku ya kesho. Sina la ziada kutokea hapa uwanjani Kyela. Sasa baada ya kujenga hicho kiwanja, tutaende kwenye video nyingine, ambapo tutaende kwenye kuonyesha jinsi gani ambavyo watu hapo hapo wako wengi. Tunamwita Arab contractors, tunamwambia bwana, sikiliza, unataka kutujengea hapa ngapi? Kadhaa sawa, tumekubaliana sasa, tunasaini mkataba ujenge lakini chuma chote utanunua ndani ya nchi yako, unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha kwa mkono huu. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Hawakusikiliza. Sasa mwaka jana peke yake ukisoma takwimu za serikali zinasema